Tanzania kumekuwa na majaribio mengi, matukio kama haya yanapotokea, alafu e, serikali inakuja na dhana hiyo ya maridhiano, lakini kumekuwa kuna kukwama kwa maridhiano. Sasa niseme kwamba e, kitu kikubwa kilichojitokeza katika taifa letu ni kutokuaminiana, ambacho hicho ndo kinatakiwa kizingatiwe, kizingatiwe katika wito huu aliotoa rais sasa hivi kwamba kuna tatizo sasa hivi ikitolewa kauli ya maridhiano kauli inakuwa haiaminiki. mm. uh, Sheikh Ponda, mtu mwingine angesema kwamba kina cha hali kuwa mbaya ambacho Tanzania imefika kutokana na uchaguzi huu wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano hakijawahi kutokezea katika historia yenu takriban miaka sitini tangu mpate uhuru. Kwa hivyo hata kama pengine huko nyuma kulikuwa na shakashaka uh, dhana dhana dhana za kutokuaminiana lakini hamkuwahi kufika umbali huu ambao mmefika sasa na kama ni hivyo sasa ule msingi wa kutokuaminiana hauna tena mashiko, kwa sababu tayari, vyovyote itakavyokuwa, lazima mzungumze, lazima mridhiane, kwa sababu hamkufika pahala hapa kwa nyuma. Mimi sipendi kuzungumzia maridhiano, mimi huwa napenda kuzungumzia mwafaka yani, watu mfikie mwafaka katika mambo ambayo yaliyotokea, kwamba mnawafikiana kwenye mambo haya, yawe hivi, yawe hivi, hili lisirejie tena na hili lisirejie tena. Mwafaka maana yake, mimi napenda kuzungumzia mwafaka. Lakini niseme kwamba vyovyote itakavyokuwa, iwe ni tukio dogo au kubwa lakini kimsingi swala maridhiano ni swala msingi sana. Sasa niseme kwamba kwenye hili swala maridhiano, ili mfikie maridhiano, mnahitaji kuaminiana. kama kweli mnaweza mkafika mahala mkafika kwenye maridhiano, kwanza, hatua ya kwanza uchunguzi ufanyike, nini kimetokea katika uchaguzi, nini kimetokea katika swala zima la, la usalama wa raia. Halafu tukishapata ile ripoti ndipo utakapoenda kwenye maridhiano. Unakusudia kusema Sheikh Ponda kwamba kuja mazungumzo ya maridhiano yote kakuwa lazima kwanza upite uchunguzi pajulikane kipi kilitokezea kwenye pande zote mbili, kwenye uchaguzi wenyewe na kwenye hali ya usalama mitaani, ambako maelfu au tuseme mamia ya watu wameuawa, ripoti ambazo tunazipokea. Nje ya hapo hakuna maridhiano. Sasa mtajadili nini kwenye meza yenu? Mtajadili kitu ambacho huo ugomvi wenyewe hameujui? Ni lazima lile tatizo mlielewe, ili liwepo pale mezani, alafu mshelelewe lile tatizo hatua za mwanzo kabisa lazima ku, watu wawajibike, make vyovyote itakuwa hatua maridhiano. Kama tatizo ni kubwa, kwa mfano tatizo la mauaji, mtalipatia ufumbuzi namna gani kama wale walioua hawawezi kuwajibika? Kwa hivyo ni lazima ripoti iwepo pale, ili mweze kulifahamu lile jambo lenyewe mjadili na hatua zichukuliwe. Lakini kufikia hatua ya kuipata hiyo ripoti ambayo inataja masuala hayo ya yayotokezea ya kwenye uchaguzi na kwenye uh, machafuko na mauaji ambayo yamejiri, si lazima kwanza mwanze na hatua ya kuitafuta namna ya kuwapata hao watu kuandika utafiti na kupata ripoti ambayo ndio hayo mazungumzo ya maridhiano, ndo pale tunapozungumza sisi. Serikali haiwezi kufanya hiyo yani, haiwezi kuleta hiyo foramu isipokuwa kwa, yani, ni lazima kuwa kuna yani, kupatikane watu watatu, yani mtu watatu, tumeandika sisi kwenye tamko letu, sisi tumeeleza kwamba mtu watatu basi, angalau wawe ni viongozi wa dini au iweze kuwa ni jumuia. Kuna jumuia zetu hizi za za kikanda eh, ambazo kwa kweli ndo nafasi yake.